Baada ya kupost ile video ya timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake ya wanawake ya futsal, kuna mtu akaniuliza ni nini maana ya futsal? Oh, nice. By the way, futsal ni mchezo wa mpira wa miguu unaofanana kabisa na mpira wa miguu wa kawaida, yani soka, lakini una tofauti kadhaa ukilinganisha na football. Kwanza kabisa futsal huchezwa kwenye uwanja mdogo, ukubwa wake unakaribia nusu ya uwanja wa football. Na mara nyingi viwanja vyake huwa ndani ya jengo yani indoor stadiums. Na mara nyingi pia viwanja vyao upande wa pichi hufanania sana na viwanja vya basketball, volleyball na kadhalika, japokuwa vipo vyenye makapeti ya nyasi kwenye pichi, lakini ni vichache mno. Katika futsal idadi ya wachezaji kila timu hupaswa kuwa na wachezaji watano akiwemo golikipa, ambapo ni tofauti kulinganisha na futbol, ambapo inahusisha wachezaji kumi na moja. Katika futsal mpira kwao sio dakika 90 japokuwa una vipindi viwili kama football, yani first half na second half. Kwao first half ni dakika 20 na second half vivyo hivyo dakika 20, lakini break time ama kipindi cha mapumziko kuelekea kipindi cha pili, wachezaji hupumzika dakika sawa na za football, yani dakika 15. Kwa hiyo mpira kwao ni dakika 40 pekee ndizo zinazotosha kuamua mshindi ni nani. Wakati soka la kawaida kipindi kimoja tu hutumia dakika 45. Mpira wa futsal ni mdogo, una bounce kidogo kuliko wa soka la kawaida. Kwenye football, si kuna offside? Basi kwenye futsal hakuna kabisa kitu kinachoitwa offside ama kuotea. Kuna mtu atataka kujua futsal ilianzishwa lini? Futsal ilianzishwa mwaka 1930 na Mrugwai aitwaye Juan Carlos Seriani lakini nchi iliyoutambulisha zaidi mchezo huo duniani ni nchi ya Brazil. Kombe la dunia la kwanza la futsal lilichezwa mwaka 1989 huko nchini Uholanzi, ambapo Brazil ilifanikiwa kuwa nchi ya kwanza kuchukua kombe hilo na ndiyo timu inayoongoza kuchukua mataji mengi zaidi ya kombe la dunia la futsal, ikiwa na mataji sita mpaka sasa. Kama ilivyo kwa football, kombe la dunia la futsal huchezwa kila baada ya miaka minne mwaka huu Novemba 21 hadi Disemba 7 ndipo kombe la kwanza la dunia la futsal kwa wanawake litachezwa. Tanzania ikiwa ndiyo timu ya kwanza Afrika kufuzu kucheza kombe la dunia la futsal kwa wanawake ikifuatiwa na Moroko, ambapo timu hizo ndizo zitakayoiwakilisha Afrika katika Women Futsal World Cup 2025. Andika chochote kwenye comment kama umepata kitu kipya leo, kisha fanya kushea kwa marafiki zako. Usisahau kufollow akaunti hii kwa stori nyingi zaidi za, za kimichezo. <coughs>